Ole wako iwapo wewe ni mhudumu wa bodaboda au mtumizi wa mara kwa mara au bodaboda nchini na haujajifahamisha na sheria mpya za mwongozo wa biashara hiyo. Mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imetoa sheria ambazo zinatarajiwa kudhibiti matumizi ya bodaboda kati ya wahudumu na wanaozitumia. Sheria zenyewe zilianza kutumika Januari mosi mwaka huu. Sheria hizi mpya zinatarajiwa kupunguza ajali na maafa yanayosababishwa na uhudumu wa bodaboda boda nchini. Atakayevunja sheria hizi huenda akatozwa faini isiyozidi shilingi elfu ishirini, kifungo cha miezi sita au zote mbili. Wale wanaenda kununua mapikipiki mpya saahii, ukienda kununua pikipiki mpya ambia wao watu wakupatia helmet ngapi? Helmet moja ni ya rider, helmet ingine ni ya pillion passenger. Yule mtu unabeba anaitwa pillion. Katika hafla ya kuwafahamisha wahudumu wa bodaboda kuhusu sheria hizo mpya katika kaunti ya Meru, wahudumu walionywa dhidi ya kukiuka sheria hizo. Aidha, wahudumu hao wanastahili kuwa na bima ya uchukuzi wa umma yani PSV na leseni ya kuendesha bodaboda. Alafu kama unabeba load eh, ile load kubwa unoilekuuvwa more than lazima io iusukue beyond, unabeba vitu ingine inaenda mpaka inasumbua mutu kwa barabara. Tahadhari imetolewa kwa wahudumu hao kutobeba mteja zaidi ya mmoja. Aidha, iwapo mtoto atabebwa katika bodaboda, mhudumu atalazimika kuwa na helmeti ya watoto. Kennedy Mureithi, QTV.